Autovyo tumeshika 145 5. Uh, wameweza uh, kushtakiwa uh, na makosa mbalimbali, robbery with violence na being a, a member of unorganised uh, criminal uh, group, na wengine tisa waliweza kushtakiwa na unlawful assembly and riot. Hii msako tunaendelea, kwanza tumeongeza e, uchusi vile e, tunavyoendelea uasaa ku, ku, ku, ku kuwasaka tunaendelea kuongeza uchusi ya kuwasaka na, na penda ku, kuhimiza wasasi wachunge watoto wao wachunge watoto yao. Sasa hii shule imefungwa hii vijana wa shule wadogo wa uh,